Na kwa kuwa tumepata fursa hii, tutoe wito, tutoe wito kwa tume ya uchaguzi ya taifa, tume huru ya uchaguzi ya taifa. Sisi tumeamua kuingia na kushiriki katika uchaguzi pamoja na kwamba taratibu zote bado hazijawa nzuri kama tunavyozihitaji, kwa kuamini ujenzi wa demokrasia ni ujenzi ambao unachukua muda, ni mchakato. Lakini tunatoa wito kwamba sisi tuliojitokeza kushiriki katika uchaguzi ni kwa sababu ya uzalendo wetu tunahitaji nchi yetu ipige hatua za kujenga demokrasia. Mama Samia, wewe ni mgombea wa urais, una haki ya kushiriki kugombea urais, lakini pia gombo ana haki ya kushiriki kugombea urais ni muhimu ukawaeleza vyombo vyako kwamba nahitaji uchaguzi wa Oktoba 29, kura zihesabiwe kama zilivyopigwa na wananchi zihesabiwe kama zilizopigwa zilivyopigwa na wananchi. Shehe Saidi akishinda atangazwe. Saidi Mng'aji akishinda Chamazi atangazwe. Zainabu Mdoro Amiri akishinda Temeke atangazwe, na madiwani wetu watangazwe na hivyo hivyo kura za rais zitangazwe kama zilivyopigwa. Jana yani kulikuwa na mitandao kwenye mitandao kulikuwa na kauli za hovyo ambazo zingeweza kuleta sintofahamu. Nashukuru msemaji wa jeshi alitamka kwamba jeshi wanajeshi wamekula kiapo kulinda katiba ya nchi, wao wapaswi kujiingiza katika shughuli za kisiasa. Ni muhimu vyombo vyetu vya dola visijiingize katika shughuli za kisiasa, tuweze kujenga demokrasia ya kweli hatua kwa hatua. Shehe Rajabu hupenda kueleza kwamba, wapiga kura, kazi yenu tunayowapa ni kumpigia kura mgombea wetu. Kazi ya kulinda tunajipanga, hususan katika majimbo ya Temeke kuhakikisha tunakuwa na mawakala wanaojua taratibu na sheria watakaoenda kulinda kura ipasavyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitokeze, tusikubali kampeni ya kusema tusiende kupiga kura. Hapana, tujitokeze kwenda kupiga kura kwa wingi, tuwapigie kura watu wanaosimamia haki sawa kwa wote.